Habari, karibu kwenye chaneli yangu ya Grace Choice Madikodiko upate kujifunza mapishi mbalimbali. Leo tunapika cinnamon rolls, ni rahisi na haraka. Kama unavyoona hapo, nimeweka kijiko kimoja cha chakula cha amira, nimeweka sukari vijiko vitano, nimeweka Blue Band vijiko vitatu, nimeweka na yai moja, lakini nimetumia unga musu hapo, basi nikaweka na maziwa kikombe kimoja. Huu mkate ni rahisi kupika, ni mtamu sana, na pia utafurahia. Basi karibu tuendelee kujifunza hili pishi letu la cinnamon roll, ni nzuri sana. Basi baada ya hapo, niliweka pamoja vitu vyangu nikavichanganya, kama unavyoona hapo, nimechanganya vyote kwa pamoja. baada ya kama dakika kukataa tu hivi mtu wangu kawa uko tayari. Mimi sikupenda uwe laini sana, nilipenda uwe mgumu mgumu tu kidogo, mtoto wangu. Kwa hiyo usikue kama maziwa mengi, niwe nimeona kama ukipenda uwe laini, basi utaongeza maziwa au utaongeza maji. Mimi napenda kutumia maji, kwa kutumia maji naweza kutumia maji, lakini unakuwa mtamba hili ukitumia maziwa. Baada ya hapo, mimi niliweka kwenye chombo changu. Baada ya tayari kukanda unga wangu, niliweka kwenye chombo changu, nikaeka na yangu kidogo ili basi unga wangu akapoumuka usiguseguse huku pembeni, usi, usinatie. Basi ninaupaka vizuri mafuta alafu ninauacha vizuri unga wangu ili ufanyaje umuke. Mimi nilifunika na hicho kifuniko cha kuwekea ili hewa isipite. Basi wewe unaweza pia ukaweka hivyo au unaweza kutumia kitambaa tu kufunika unga wako ili hewa isipite na uumuke vizuri. Niliacha kama dakika 45 unga wangu. Kama hivyo unavyoona, tayari umesha umuka uko vizuri. Nimeutoa hewa kama unavyoona hapo. Baada ya hapo, niliusukuma unga wangu, niliamua niisukume. Yaani, inatakiwa usukume unga wako ili upate ile duara vizuri, kwa ajili ya kuweka vitu vyako sasa kwa juu basi ukiwa unapendelea, basi endelea kuangalia chaneli hii, usiache kusubscribe chaneli yangu ili usipitwe na mafundisho haya ya mapishi mapya mapya. Baada ya hapo nilipaka hiyo Blue Band, sipenda kusema Blue Band siagi, ila nilitumia press hii. Mimi nilipenda kuweka hivyo, wengine wanaaga wanayeyusha kabisa kwanza hiyo siagi afu anapaka au anachanganya mchanganyiko wote, anaweka vile cinnamon anaweka na sukari, afu anapaka hivyo. Lakini mimi si, nimeamua tu siku ya leo niupike mkate wangu nipake hiyo siagi yangu ajuu, nitumia siagi ya Prestige, ni vijiko tu vitatu nimehakikisha. Unapaka kila sehemu ya uo mkate wako ambao umeusukuma namna hiyo, mpaka eneo lote lijae hiyo yako ya, ili utakapokuja kuweka basi ile nani yako mchanganyiko wa cinnamon na sukari kae okay, vizuri kabisa kwenye imio wako la mkate wako. Basi baada ya hapo, mimi nilitumia cinnamon hiyo. Ndio cinnamon nasema mdalasini, ambayo mimi nilitumia waunga ambao nimeununua vizuri dukani. Basi nimeweka kijiko changu kimoja cha cinnamon nikachanganya vizuri na sukari. Kwa hiyo mimi hapo niliweka kijiko kimoja cha chakula, na nikaweka na sukari vijiko viwili. Sikupenda kuweka sukari nyingi sana, kwa sababu pia tayari nilishaweka sukari pale mwanzo nilipokuwa natengeneza. Basi nimeweka sukari yangu kidogo namna hiyo, nimeichanganya vizuri. Hakikisha unachanganya kila kitu kichanganyike vizuri. Wengine wanapenda kuweka na kokoa, basi mimi leo sijaweka kokoa lakini ukiweka na kokoa pia unapendeza zaidi, kwa sababu unakuwa na rangi moja nzuri sana ile nyeusi nyeusi ile. Basi mimi lakini sijapenda kuweka kokoa leo, nimeweka tu cinnamon mwenyewe ndarasini na sukari. Baada ya hapo, unaweka sasa kwenye ule mkate wako. Unaona ni rahisi sana kupika ili pishi kama unapenda kupika na una, unapenda ujifunze, basi usikose kuendelea kufuatilia chaneli hii ya Grace Choice Madikodiko, ili uendelee kujifunza zaidi na hakikisha basi una subscribe hapo ili usipitwe na mapishi yangu ya kila siku. Nitakapokuwa nikirusha hapa, basi utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa kwamba Grace yuko Madikodiko ameshaweka pishi lake. Basi kama unavyoona hapo, tayari nimeshaweka vizuri kabisa mchanganyiko wangu wa mdalasini na sukari, kama unavyoona umekaa vizuri kabisa, nimechanganya vizuri kabisa na nimetandaza ni kwenye mtango vizuri. Baada ya hapo, unatakiwa sasa ukunje. Oh, basi nilikuwa eh, leo nimeshika kamera mwenyewe hapo, nikashindwa jinsi ya kufanyaje kuonyesha jinsi ya kukunja kutumia mikono miwili. Basi e, nikunja ni kwa kama hivyo. Hakikisha unakunja kama hivyo, afu unasukuma kidogo hivi kama kama chapati vile unavyosukuma. Ehe, hakikisha unakunja kunasukuma ili, ili ushikane vizuri. Baada ya hapo sasa, <laughs> sasa mimi nilitumia uzi. Nitumia uzi kwa sababu yani tumia uzi inapata vizuri sana, unapata unaona no, unapata vizuri ule mkato wako wa hizo hizo zako basi. Mimi nitumia uzi, naweza kutumia kisu tu pia haina shida, lakini uzi naona ndio ndio rahisi zaidi na haraka, na inakukatia vipande vyako vizuri. Kama unafanya kwa biashara, basi hakikisha unapata, unapima, una vipimo vyako vizuri ili visitofautishane isije kama mmoja mkubwa mwingine mdogo. Hakikisha unapima kwanza, halafu unakata mkate wako namna hii. Basi mimi leo nilikuwa napikia tu nyumbani familia, walisema leo wanataka kula cinnamon rolls. Basi nikasema hacha leo niwatengenezee watoto nyumbani ili wafurahie. Basi nilitumia uzi nikakata vipande vyangu kama hivyo unavyoona, nilikata vizuri sana. Yani uzi ni rahisi na ni haraka, yani unakata tu haraka haraka kwa haraka, tayari nimemaliza. Baada ya hapo nilipokuwa nimekata, basi nikawa nimeweka kwenye tray yangu kama hivyo. Unaona nimekata vizuri naonekana, haiaaa vitu ba imekaa vizuri kabisa kama unavyoona. Basi baada hapo niuacha kama dakika kumi na tano au hadi ishirini ili uumuke. Kama unavyoona umeshaumuka vizuri tayari baada ya hapo niliweka kwenye oven yangu sasa hapo kwenye oven hakikisha ya unaacha oven lako kama dakika kumi na tano lipo on, eka on ili lile joto litakapoweka likutane na joto moja kwa moja na umke vizuri nimeweka hapo mia hamsini kwenye moto juu na chini kwa hiyo kama unavyoona hapo mkate wangu ukawa umeshaiva. Dakika kumi na tano, dakika ishirini tayari mkate wangu uko tayari umeshaiva ni mkate unavutia Mkate unapendeza, ni mkate mtamu. Yani ukija kuonja mkate utakufurahia sana. Ni rahisi kuandaa, ni rahisi kupika, hauchukui muda mrefu kabisa katika maandalizi ya mkate huu. Kama unavyoona hapo, mkate wangu umependeza sana, ni mtamu, ni mzuri. Nimekuonyesha kwa hatua kwa hatua. Baada ya hapo, niliweka hayo maziwa, ninayo hayo maziwa ambayo mimi nimependelea kuweka kwa juu mkate wangu. Unaweza kutumia, wengine wanatumia ile eno yake kwa keki kwa juu. Mimi nimetumia tray ya maziwa, ninanunua. Pia unaweza kutengeneza mwenyewe, nitafundisha siku yesa kutengeneza haya maziwa. Unachanganya tu ni maziwa na sukari. Haya yanaitwa maziwa mazito. Ni matamu sana, ina harufu nzuri, inaleta ladha nzuri kwenye huu mkate, yaani mkate ile yake ule na kitu cha sukari, sukari kwa juu. Basi mimi nilitengeneza, nilipenda kuutumia. Hayo maziwa mazito ni matamu sana, yana harufu nzuri sana. Pia yanarahisisha muda. Kama una haraka mwenyewe, unataka kuandaa mkate wako, una hamu ya kula, basi unaweza kutumia kama mimi nilivyotumia. Hivyo maziwa mazito yanauza tu dukani, bei rahisi, wala hayana bei kabisa. Basi kama unavyoona mkate wangu umekuwa hivyo, cinnamon rolls yangu imependeza ni mtamu sana umkate, jamani, jaribu kuandaa hapo nyumbani mwenyewe, utafurahia. Fuatilia hizi hatua nilizokuonyesha na utafurahia umkate, nayo maziwa ndio amezidi kuweka ladha nzuri katika mkate. Basi na kama unavyoona kicangu ko tayari kama hivyo, nikasema hebu na mimi jamani nionje kidogo mpishi ili nisikie hilo ladha lake mkate. Um, bwana nikaonja mkate wangu ni tamu, ni mzuri jamani. Karibu sana tujifunze, uendelee kujifunza, kwa sababu, usisahau kusubscribe chaneli yangu Grace Madikodiko. Niko hapa kwa ajili ya kukufundisha, tuwe pamoja, tuwe wote kila siku. Sante na karibu tena, bye.